Iran na Israel zimeendelea kushambuliana kwa siku ya tano mfululizo huku jeshi la Israel likidai kuwa limemuua kamanda wa ngazi ya juu wa jeshi la Iran, Ali Shadmani usiku wa kuamkia Jumanne ya leo. Israel inamtaja Shadmani kuwa msaidizi wa karibu wa kiongozi wa juu wa Iran, Ayatola Ali Khamenei. Hayo yanajiri wakati milipuko imeripotiwa kuwa imesikika katika mji wa Tabriz kaskazini magharibi mwa Iran Jumatatu jioni. Israel ilishambulia kituo cha televisheni cha taifa cha Iran wakati matangazo ya moja kwa moja yakiwa yanaendelea. Nchini Israel, Milio mikubwa ya milipuko imesikika katika mji mkuu wa Tel Aviv pamoja na Jerusalemu. Muda mfupi kabla ya mashambulizi hayo, ving'ora vilisikika katika maeneo kadhaa kote Israel kama tahadhari ya ujio wa makombora yaliyorushwa na Iran. Taarifa ya jeshi la Israel imesema timu za uokoaji zinafanya kazi katika maeneo yaliyoripotiwa kuangukiwa na makombora. Iran imesema imeiharibu miundo mbinu muhimu ya Israel kwa kutumia droni. Hayo yanajiri wakati rais wa Marekani Donald Trump aliyeondoka mapema katika mkutano wa kundi la G7 nchini Canada akiwataka watu wote waondoke Teheran Nchini Iran. Kevin Sewe, Mwanzo TV.